Kipute cha Kombe la Mataifa ya Afrika kinaingia awamu ya lala salama. Baada ya kuzinduliwa mwezi wa sita mwaka uliopita, umaarufu wake umeileta pamoja Afrika na kulifanya bara kusahau changamoto zake kwa muda. Kinapoingia nusu fainali, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika Sauti ya Mwafrika inaitakia timu bora ushindi, huku ikiyahimiza mataifa ya Afrika Mashariki kujifunga masombo kwenye kipute kijacho. Tuungane naye Shisia Wasilwa kwenye tahariri ifuatayo. Kombe la mataifa ya Afrika, AFCON si mashindano ya soka pekee. Ni tamasha la utambulisho wa bara, kioo cha umoja wa Afrika na jukwaa linalosimulia hadithi za matumaini, ushindani na fahari ya taifa. Kila baada ya miaka miwili AFCON huibuka kama msumari unaogonga mioyo ya Afrika ukiwaunganisha kutoka Cairo hadi Cape Town, Dakar hadi Dar es Salaam kwa lugha moja mpira wa miguu . Mashindano haya yaliyoanza mwezi wa sita mwaka jana yamekuwa safari ndefu ya hisia, ushindani na ustahimilivu kwa mataifa shiriki. Kuanzia hatua za awali hadi sasa yanapoingia katika nusu fainali, AFCON inaendelea kudumisha mvuto wake, huku yakitarajiwa kukamilika mwezi huu wa Januari mwaka 2026, yakiacha alama isiyofutika katika historia ya soka la Afrika. Mashindano ya mwaka huu yameonesha wazi viwango vya ubora wa soka barani Afrika Umeshuhudia mechi zenye kasi, mbinu za kisasa za uchezaji na nidhamu ya hali ya juu, zikidhihirisha kuwa soka la Afrika limepiga hatua kubwa. Pamoja na mbwembwe, presha na misukosuko ya hapa na pale, ikiwemo lawama kwa waamuzi, maamuzi tata VAR na hisia kali za mashabiki, AFCON imeendelea kusimama imara kama jukwaa la hadhi ya bara. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye hatua ya nusu fainali. Misri, taifa lenye historia ndefu ya mafanikio itapambana na Senegal, mabingwa watetezi wanaobeba nguvu ya kizazi kipya cha wachezaji jasiri. Katika nusu fainali ya pili, wenyeji Moroko watapimana nguvu na Nigeria, mechi inayotarajiwa kuwa vita vya mbinu, kasi na uzoefu. Zaidi ya ushindani wa mataifa, AFCON ya mwaka huu imekuwa jukwaa la kuzaliwa kwa nyota wapya wachezaji chipukizi wamejitokeza wakicheza bila uoga, wakitumia fursa kujiandikia historia na kujengea majina ndani na nje ya bara. Hawa ndio uso mpya wa soka la Afrika, wenye ndoto kubwa, nidhamu na uwezo wa kushindana kimataifa. Kwa jumla, AFCON imeendelea kuthibitisha kuwa Afrika ina kila sababu ya kujivunia soka lake. Ni kombe linalounganisha mataifa kupunguza mipaka ya kisiasa na kitamaduni, na kuwakumbusha Waafrika kuwa pamoja tuna nguvu. Kadri mashindano yanavyokaribia kilele chake, ujumbe unabaki wazi: AFCON si tu mchezo, ni roho ya Afrika ikicheza uwanjani.